Rais William Ruto ameuza sera katika kaunti ya Kakamega akiwaahidi kichapo viongozi wa upinzani ambao wanamezea mate kiti cha urais mwaka elfu mbili ishirini na saba. Akizungumza katika siku ya kwanza ya ziara yake ya siku nne katika kaunti hiyo, Rais Ruto alisema aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga ndiye pekee ambaye angempa kibarua kikubwa debeni akimiminia sifa kama kiongozi aliyeleta umoja wa kitaifa baada ya kukubali kushirikiana naye serikalini. Rais Ruto pia alimpigia debe mgombea wa UDA kwenye uchaguzi mdogo wa Malava, David Ndakwa Norangwa. Ndakwa Norangwa, yaani mtu ningeshingana na yeye ni Raila Odinga. Lakini sasa hawa nitawamalizia asubuhi na mapema. One time kasongo nini hiyo hiyo? Itabadilisha dunia hii kweli? Sio, ni ujinga. Sasa hawa jamaa, mimi nataka niwaambie, hawa jamaa wa ukabila na kisirani na hasira ati hawana mpango, hawana sera, hawana taratibu, hawana ajenda, hata akili hawana.